Antu hano viji zuturara tuna watu hapo wamejifanya wahuni kandi bari hano mzuyima. Na wapo ndani ya nyumba ya Mungu kandi wakatubeshango wari gukorera imana. Sena wanatudanganya kwamba wanamtumikia Mungu. Lakini yes, Yesu amekuja araje mupige mahesabu

yes, anampira ule wa kucheza. Ayaa, izo ni timu mbili zinazosimamia nchi yetu, wanakuwa wanapambana sawasawa, lakini kuna wakati moja anashinda mwingine anashindwa. Endelea kucheza na Mungu Imana unaweza kucheza na Mungu ukachina n'umuntu bikaguhira unaweza ukacheza na watu ikaenda sawa lakini uyu Mungu ntabwo muri buza gukire ngo bikunde hauwezi ukacheza naye ukachizwa rero okoka nakoresha magambo akomere mumbabarire

Uzururaji famu buzererezi, toka kwenye uzururaji famu buzererezi, toka kwenye uzururaji, kino muzu y'Imana, njoo kwenye nyumba ya Mungu, ubikore neza, utumike sawa sawa. Kwa sababu chawacha kuva muri iyi si, taka siku yako kutoka duniani, uza sasa ranuka, kabwira uti njewe uje, waje watu ambaye mimi nabiiche hii jambo. Mutima wangu, niliweka neno langu ndani ya moyo wangu ili nisitende dhambi haleluya. Huyu mugabo Paulo, Huyu mugabo Pauro, Ya wana kitecha. Alikuwa na wana, wakati wake wakende kumefika. Umuva umu andi mga akamwambia ndugu yake, Arabu gira ngumva, akamwambia sikia. Kwa nje umu maze kumera ngulisu kwa kujicha, Kwa sababu mimi nimekuwa kama nimeisha. Tachereza riku ya mwini. Fikiria fikiria ilo neno ari yumva yeye mwenye, unajua unapokumbuka huko kuna jiwa, unajua na unapokuwa hujaokoka sawa sawa, unajua unapofika kule unajua, pale unapokume jificha peke yako, unajiambia kuna naye kuona, lakini jicho la Mungu linaona, jicho la Mungu hezu kajificha

cha waneza tumia muda wako vizuri, wa vizuri, tumia muda wako vizuri. Ije wakati wako wakufa utakapofika, uja useme nifanya chochote kufanya nichotaka kufanya uambia watu tendee kazi ya Mungu, mimi moyo wangu hauni hukumu. Tunaenda kuomba Mungu.